Ya, wengine wakiona nimeshika mambo ya mira wananihesabu tu kwenye uganga wa kienyeji pekee. Kweli mimi ni mganga wa kienyeji kama mnavyoweza kuona baadhi ya signs, lakini pia ni daktari by professional na nimefanikiwa kukamilisha masomo yangu ya utafiti katika chuo kikuu cha Zhongfang Red Cross International Hospital iliyoko Hanan nchini China lakini pia nikiwa nimefanya masomo yangu pia ya afya katika chuo kikuu cha Romarina University of Medicinal Plants kilichoko nchini Marekani, na kukamilisha utafiti wangu katika chuo kikuu kilichoko pale Karolinska nchini Sweden, Stockholm, Sweden. Kwa hiyo ninapozungumzia mambo ya utafiti ni kwamba hatuingii tu kama viongozi, ila tumeshaona wenzetu wanafanya nini.